Idaa ya mto siwajibu kwa jina la sanaa nasomea Dayana katika tamthilia ya Chafu nimecheza kama mpenzi wake Soma mm. kuna changamoto ambazo mimi nilizozipitia katika filamu ya Chafu katika kushiriki wizi, mimi na mpenzi wangu Soma hicho kitu ambacho mimi kilifanya ni yaani, ni kama ni changamoto kwangu sababu sikuwa hivyo vitu o, kukimbizana, changamoto fujo. Changamoto nyingine ni marumbano pamoja, mimi na mamaangu. Mamaangu alikuwepo hataki yeye na mahusiano na, na sumu, lakini mimi nilikuwepo mbishi, simwelewi mamaangu, kwa sababu ni mtu ambaye nishampenda tayari, japo ni msela, mwizi, muuni anasifa kila sifa mbayo katika jamii, lakini mii nilitokea kumpenda kwao nikawa na malumbano makubwa na mama wangu. Kifupi, tunashindwa kuelewana, hivyo pia katika tamthilia yetu. Kwa nini chafu? Chafu ni tamthilia ambayo imeunganika vitu vingi, wizi, utapeli wa mapenzi. Kuna sini moja ambayo tulifanya mimi na somo, ambayo yani tulishiriki wizi, ambao mimi na mpenzi wangu tulishiriki wizi, kutaka kumibia kijana fulani hivi, kwa ule mchongo tuliutengeneza wenyewe kwa sababu ile issue tulitengeneza mi pamoja na Sumu mpaka nikaenda kichochoroni, kwenda kichochoroni pale ananifata nanifata, yani akaja Sumu pale akajifanya kama kanifumania, kumbe ajanifumania ni mchongo ambao tuloupanga. Kwa hivyo aka akampola akaja nampola vile da, mi moyo wangu unaumia nalashai kama ni kweli ule yani, mkaka anapompiga anamkimbiza Ah, kwa hiyo kuna vitu vingi vingi vingi sana katika zamseleetu ya chafu. Lakini pia pale pindi ambapo namkataza Sumu asiende nje, kama watu walikuwa wanamtafuta, walikuwa wanamwinda, lakini yeye alilipokea vibaya ile swala akanipiga kibao. <coughs> Nilijisikia vibaya sana kwa sababu gani? Nilijali maisha yake, lakini hakujali li... napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwanza kwa Mungu wangu, napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye singefika hapa, tusingefanya hivi vitu vyote. Pia napenda sana kuwashukuru wazazi wangu kwa sababu walinipa support kubwa mpaka mimi kufikia hapa, kwa hiyo kunikatisha tamaa katika vitu ambavyo nilivyofanya. pia napenda kumshukuru sana mwalimu wangu Sumu, Sumu Foundation yeye yeah, pia na mchango mkubwa sana, na alinishika mkono kila pale ambapo alihisi na kosea, alinielekeza, alinirekebisha. Napenda kushukuru sana pia, tunashukuru sana production yetu Mwaya production. Karibuni sisi, na nyinyi wote ni kitu kimoja, karibuni.